Katika makala yetu ya Ifahamu China tunaangazia mradi mkuu wa upanzi wa miti na urejeshaji wa ikolojia mjini Lhasa mkoa wa Xizang, ambao umeuguza ambao umeuguza milima kame kuwa mandhari ya kijani Hatua hii imeimarisha mazingira na kuleta manufaa ya kiuchumi kwa wakazi wa eneo hilo. Tazama. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Pong. Mradi wa kwanza wa upandaji miti mkubwa milimani na urejeshaji wa ekolojia katika mkoa unaojiendesha wa Xizang umebadilisha milima hii kuwa mazingira yenye ekolojia ya kijani na kuleta faida za kiuchumi kwa watu wanaozizunguka. Mkurugenzi wa ofisi ya misitu ya nyasi ya Lhasa, Kasan Norbu, ambaye amekuwa katika mji huo amesema, katika kumbukumbu zake, milima ya kaskazini na kusini daima ilikuwa na rangi moja ya kijivu. Hata wakati wa kiangazi, mvua kubwa ingeweza kuondoa udongo wa jua hivyo ilikuwa vigumu kwa mimea kuota mizizi. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja Lhasa ilianzisha mradi mpya wa upandaji miti kwenye milima yake ya kaskazini na kusini, ikilenga kuboresha kabisa hali ya hewa ya mji na kuleta rangi ya kijani kwa watu wa eneo hilo. Dawa Yangchen, mzaliwa wa Lhasa alikuwa mmoja wa watu wa kundi la kwanza kushiriki katika mradi wa upandaji miti. Sasa anaendesha kampuni iliyobobea katika ukuzaji wa mbegu. Timu yake imepanda mara kwa mara aina za miti asili inayofaa mazingira ya Xizang, kupitia hatua saba hadi nane, ikijumuisha kutoweka kung'oa na kuhifadhi mchanga. Inachukua angalau miezi minane kwa mbegu kuwa miche inayoweza kupandwa. Maendeleo ya kiteknolojia pia yamehimiza sana mradi wa upandaji miti katika maeneo ya zaidi ya mita elfu nne juu ya usawa wa bahari. Matumizi ya miche na mbinu za kuhifadhi maji yameongeza kiwango cha kuishi kutoka asilimia 30 hadi 75. Timu ya dawa Yang Chen tayari imetoa makumi ya mamilioni ya miche kwenye milima ya kaskazini na kusini na kupanua eneo la upandaji miti hadi zaidi ya hekta 5 na 3 katika maeneo 37 Hai.